Hamjambo mtazamaji wa La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari, pia uchambuzi wa habari zetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa na uchambuzi wa Kijanvi Emmanuel Kaluya. Mahali pote ambapo ulipo, nikutakie kabisa kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wetu wa habari zetu siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usikose kujiabonea kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata vituo vyetu vya televisheni La Voix d'Uvira TV vinapatikana Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika malengo ya kupatia habari moto moto ambayo zinakuwa zenye kuwa na uhakika. Niseme asante kwa wale wote ambao kabisa wanatembelea chaneli yetu kila leo, ambao wanatupatia maoni yao pia comment zao, tuseme asante. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki mwanzo hadi mwisho. Mimi na wewe, nikwambie jiunge nasi, karibu habari ambazo tutakazo zigusia kwa siku ya leo ni tariki ishirini na tisa mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Habari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, kutoka maeneo ya vita mjini Uvira na nafasi nyingine. Tukukaribishe kuweza kuandamana nasi mwanzo kabisa hadi mwisho bila kuponda muda. Habari ambazo tutakazozungumzia kwa siku ya leo uh, ni pamoja mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Ombeni ameuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha uh, usiku wa tariki ishirini na sita Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano katika mtaa wa Panzi huko mjini Bukavu. Na pia tutakujuza kuwa huko Fizi mapigano ya dumu kati ya makundi ya wazalendo uh, wenye kumiliki silaha kati ya wakundi ya Biloze Bishambuke na wapiganaji wa jenerali ya Kotumba utakwenda kujua mengi kabisa kuhusu uh, purukushani hizo, na pia shughuli za chama cha PPRD huko Kinshasa za shimamishwa rasmi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utawala wa Kongo, na huko Baraka, naibu meya wa jiji la Baraka ambaye kwa sasa baini kuwa uh, ameanzisha rasmi kuhusu ujenzi wa barabara maeneo hiyo ya Baraka na huku kazi za ujenzi hizo ambazo ziliweza kuzinduliwa hiyo tariki ishirini na nane mwezi Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano na pia tutasoma kibarua ambacho kilichotangazwa tariki ishirini na nane Septemba mwaka elfu mbili ishirini na tano kutoka Alliance Fleve Congo AFC M23 kwa Kiswahili ambapo waliweza kukanusha kabisa kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiheshimu kanuni pia makubaliano iliyosainiwa huko Doa ya kuingia kwenye mtindo wa seselefe. Haya na mingine kabisa, mtazamaji wangu, ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho bila kuponda muda. Tuanze moja kwa moja na habari ambazo zinasemekana kuwa huko mapigano ya nadumu kati ya makundi ya wazalendo uh, ambao wameanza kabisa kutandikana risasi. Uh, ilikuwa ni tariki 24 Oktoba mwaka 2025. Milio ya risasi zana nzito nzito zilikwenda kusikika kwenye vijiji vya Misisi na Lulimba vinavyo kati ya sekta ya Lulenge. Ilikuwa tu ni mwishoni mwa wiki hii iliyopita, ambapo uh, wanajeshi wa wanp na mwa muungano kutoka uh, kundi ya William ya Kotumba na wale wa vikosi vya FBB uh, vinavyoongozwa naye jenerali e, Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Kwa habari ambazo tunazo kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, mzozo ulianza baada tu ya wanajeshi wa CNPCC kuanza operesheni ya kuondoa vizuizi vya barabarani vya kulipisha vilivyowekwa kinyume cha sheria na febebe. Mapigano hayo misababisha vifo vya watu wane, ambao wameweza kufariki na huku uh, serikali ikiingilia kati swala hilo ili kuweza kulikomesha na, na kuweza kutokomeza uhasama huo. Ukiangalia hili swala uh, baada tu ya uh, vizuizi ambavyo vimewekwa huko tarafani Fizi, uh, ilikuwa ni wajibu uh, ya kuangalia kwa sababu kila leo uh, raia wanalalama kuwa Uh, kunakuwa na ukosefu wa nidhamu na wanatozwa pesa kiolela ne? Unakuta watu wanalipa pesa kiolela kutoka Uvira hadi Misisi, unakuta barere ziko kibao sana, lakini eh, wazalendo wenyewe kwa wenyewe hawakukubaliana ili kuweza kuondosha hivyo vizuizi, na moja kwa moja uh, ngirika zilianza. Umesikia kuwa tayari watu wane walikwenda kupoteza maisha, jambo ambalo kabisa ni la kulaani kutokana na hadi hii mashirika za kiraia zalani hii hali. Pia mkuu kiongozi wa teritoria ya Fizi bwana Sami Kalonji naye pia alikwenda kulaumu swala hili na kuomba wazalendo kuishi kwa pamoja, kushirikiana, kwa sababu adui iko mlangoni, sio muda wao kwa wao kuanza kupigana wakati adui yuko mlangoni. Azungumza hivyo bwana Sami Kalonji akiwa ni administrateri wa teritoria ya pale Fizi. Katika taarifa zetu za habari ambazo tulizokuzungumzia katika miezi iliyopita, tuliokujuza kuwa barabara ambayo inayotoka Uvira mpaka Sange, Kamanyola, Luvunge na sehemu zingine yaonekana kuwa na vizuizi vingi. Kwa hiyo tayari wazalendo wamejipanga kwa mstari wa mbele na kuweza kufanya mazungumzo kwa pamoja na kuanza kuondoa vizuizi hivyo ambavyo vilionekana kuwa vinaendelea kuathiri maisha ya raia. Tulikujuza kuwa kila mpita njia alikuwa kilipa pesa elfu moja sarafu za Kongo, na hii imepelekea raia kuweza kulalama mbele ya viongozi. Na kwa sasa viongozi wa wazalendo wameungana pamoja mashirika za kiraia ili kuanza kuondosha uh, vizuizi ambavyo vimebaki katika hali ya kutafuta pesa, sio kwa kulinda raia. Makubaliano hayo yamekuja baada tu ya mapambano ambayo iliyoripotiwa huko tarafani Fizi na kusababisha watu kuweza kufariki na wengine kuweza kujeruhiwa huko tarafa Fizi, baada tu ya mgogoro ambao uliotokea kati ya wazalendo hao kutoka kundi la Kutumba na wazalendo wa Ngoma Nzito. Tayari waliweza kufanya kikao cha pamoja ambacho kilikuwa cha kutengeneza na kuishi kwa amani ili kurejesha upendo ambao huko kati ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe ambao wanaendelea kutetea nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Na hapa Uvira sasa kikao cha pamoja cha kutaka suluhisho ili kutatua mizozo ya mipaka ambayo inayojiri hapa mjini Uvira, hususani huko maeneo ya Rugenge, ambapo tayari zaidi ya watu wanne wamekufa kutokana na vitendo hivyo vya mizozo. Waziri wa mambo ya ndani alikwenda kutembelea maeneo hayo na kuonana na raia pia mkuu wa kata ya Rugenge ambaye alipata nafasi ya kuonesha namna gani watu wanaendelea kuuliwa kutokana na swala la mipaka. Waziri huyo ambaye alipatia raia nafasi ili waweze kupata nafasi ya kuweza kujieleza na kueleza kile ambacho kinachowakabilia na kutaja watu ambao wamefariki na wengine katika tishio. Waziri huyo aliahidi kwa serikali ili kwamba ifanye kazi zake na kutekeleza ili kuangalia namna gani ya kuweza kutatua mizozo ambayo inaendelea kukumba jamii. Shughuli za chama cha PPRD mjini Kinshasa zasimamishwa rasmi kutoka mitindo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo ambalo tumelipata, shughuli za chama cha PPRD, chama cha kisiasa kinachoongozwa un, kinacho na rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, zimesimamishwa rasmi nchini jamhuri ya kidemokrasia ya Congo DRC. Taarifa kutoka mahakama kuu ya, ki, ya Kinshasa huko ya Gombe iliyotumwa Jumatatu ya tariki ishirini na saba Oktoba kwa katibu mkuu wa chama hicho imedhibitisha uamuzi huo na kusema kuwa kwa mujibu wa, kwa mujibu wa waraka huo kusimamishwa kwa chama kunatokana tu na amri iliyotiwa saini tariki kumi na nane Oktoba naibu waziri mkuu wa wizara ya mambo ya ndani anayehusika na masuala ya usalama ambaye anaituhumu uh, PPRD kushirikiana na waasi wa ADF M23 wanaofanya shughuli za kushambulia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo msimamo huo kamili wa PPRD unasimamishwa moja kwa moja baada tu ya Ferdinand Kambere, katibu mkuu msaidizi wa PPRD, amepinga vikali maamuzi hayo ambayo yanakwenda kinyume na sheria, baada pia ya Joseph Kabila kutoka madaraka amemkabidhi mwenzie Felix Tshisekedi na moja kwa moja alijiunga na waasi wa M23. Mmeshuhudia kuwa alikuwa hapo Goma na nafasi zingine alikuwa Nairobi, amekutana na wana vyama vya kisiasa wakizungumzia kuhusu mchakato wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia alitaja kuwa yuko mbioni kurudi nchini Kongo ya kidemokrasia jambo ambalo limekwenda kabisa uh, kutupiliwa mbali na moja kwa moja uh, wakidai kuwa hawezi kufika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini yeye amekamsha kuwa hayuko uhamishoni. E, tukujuza kuwa hii imekuja baada tu ya chama cha PPRG kutaja kuwa kutakuwa kabisa na msisimuo wa chama hicho katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, kila provinsi ya Kongo itapata nafasi tena ya kuimarisha shughuli za chama hicho ambazo zimekwenda kufeli baada tu ya kuweza kushimamishwa. Wakereketo wa chama cha Pepe Redio wanasema kuwa maamuzi hayo yanakwenda kinyume na sheria. Mwanaume mmoja anayejulikana kwa jina la Ombeni ameuawa na watu wasiojulikana wenye kumiliki silaha tariki ishirini na saba Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano katika mtaa wa Panzi munisipa ya huko Ibanda tukiwa wa mji mkuu wa Bukavu. Tukio hilo lilitokea majira ya saa moja za jioni, ambapo wajambazi hao waliweza kuwasili nyumbani kwake na kwenda kumfyaturia risasi na hapo hapo kupoteza maisha. Asisi ya kiraia ya eneo hilo la utaja kushangazwa na vitendo hivyo vya unyanyasaji ambavyo vinavyotokea maeneo hayo kila leo, na huku wakiomba serikali ya Kinshasa kufanya liwezekanalo ili kuhakikisha kuwa imefurusha M23 maeneo hayo ya Bukavu, wakati raia wanaendelea kuishi katika hali ya taaruki. E, kutoka muungano wa afse yataja kuwa wakaazi waliowakamata vijana sita waliodaiwa kuhusika wote ni chini ya umri wa miaka kumi na nane, kwa mujibu wa tangazo hilo ambalo ilitaja kutoka AFSE. AFSE ilitaja kuwa iko tayari kuanzisha doria na usalama uweze kurudi maeneo hayo na wanaokamatwa waweze kuhukumiwa kulingana na sheria. Milio ya risasi mjini Uvira kila leo yaendelea kuripotiwa. Tukujuze kuwa usiku wa kuamkia hii leo ya tariki ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano milio ya risasi ilikwenda kusikika usiku majira ya saa tatu. Chanzo cha milio hiyo mpaka sasa bado kuweza kujulikana. Katika katika vipindi vyetu ambavyo vinavyokuja, tutakwenda kujuza kile ambacho kinachoendelea. Na huko Baraka, naibu meya wa jiji la Baraka ambaye ameanza kabisa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara baadhi ya mitaa kati ya jiji la Baraka siku ya Ijumaa ya tariki ishirini na nne Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano asubuhi. Tukujuze kuwa huko Baraka barabara zingine si zitajengwa bara tu ya ofisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo gafana, makamu, ya Kongo kutoka gavana makamu Jean Jacques Lakano, ambaye alisema kuwa mitaa inatakiwa kujengwa ya Baraka na Uvira kupitia fedha za mali ya umma ya jimbo ya Sidi Kivu. Na kwa kumaliza tumalize na habari hizi ambazo kutoka tangazo la AFC ambalo lililoanguka tareki ishirini eh, na nane Septemba mwaka 2025 muungano wa Alliance Fleve Congo AFC M23 inavuta tangazo yake ikitaja kuwa maoni kupitia tangazo lake ambalo imetaja kuhusu uendelevu wa vitendo vihalifu vinavyoonekana kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kutokana na serikali ya Kinshasa na huku akidai kuwa kwa kukeuka makubaliano yanayosainiwa huko doa, kuvuruga juhudi za viongozi wa eneo hali pamoja na washirika wao, pia raia ambao wanakwenda kupata adhabu kila leo. Jumapili ya tariki 28 Septemba mwaka 2025 majeshi yaliyoungana na utawala wa Kinshasa yakiwemo FRDC, FDLR, uh, maji maji pamoja na Wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi yaliweza kubomoa kilalo cha daraja la Vital la Pete iloko katika eneo la Walikale, kitendo ambacho kimepigwa marufuku na kuweza kulaaniwa na waasi wa M23, wakitaja kuwa ni lazima waweze kutekeleza makubaliano iliyosainiwa huko Doha katika kibarua chao afse ilitaja kuwa Kinshasa inaendelea kukeuka makubaliano iliyosainiwa huko Doha, inadhibitisha tena kuwa kwa dhati dhamira yake isiyotekeleka ya kuwalinda na kutetea raia ambao na hatia pia na kulinda raia na mali yao. Tangazo hili lilitoka tu baada tu ya vijiji kadhaa kuweza kushambuliwa na Fardese ngome za M23 tukitaja katika Sidi Kivu, Nor Kivu na eneo za Walekale. Mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa yake Janvier Emmanuel Kalu, ya msomaji wako nikikutakia kutakia usikilivu mwema kabisa wa vipindi vyetu ambavyo vimesalia kwa